Na, mdao, hali vipi? Natumai ulipo mambo yapo juu ya mstari, na ikiwa mambo yako vingi na vingine, vingine, aise, sikate tamaa, mambo yatanyoka ukimwaminia Mwenyezi Mungu. Leo nasemaje? Mwombe Mwenyezi Mungu akupe macho ya kuona mema kwa kila jambo, akupe kinywa cha kusema maneno ya kujenga, wala si ya kubomoa, akupe moyo wa upendo, wala si wachuki akupe sikio la kusikia mambo yenye manufaa na akupe miguu inayokupeleka penye heri. Zaidi ya yote, mwombe Mwenyezi Mungu akujalie wingi wa uzima na afya na akuepushe kila shari, maradhi na nuksi, akufanyie wepesi katika safari yako ya maisha na akujalie wingi wa rehema, subra na imani, na mola atujalie sote. Niite Presenter DK eke Kamanda Wakishua. Kumbuka, yajayo yanapendeza.